Mi nakumbuka zamani kabisa tukiwa wadogo. Tulikuwa tuna tabia ya kwenda kusali kila Jumapili. Lakini kama kawaida mama huwa anachelewa na tulikuwa wengi. Kwa hiyo kutuvalisha, kutuosha, kutuweka sawa, mama anachelewa. Na baba alikuwa mtu very strict. Kwa hiyo yeye akipiga piga oni zake hapo mara mbili tatu Mungu alikuwa amembariki baba mwalimu, alikuwa mwalimu, alikuwa na kagali. Kwa hiyo akawa anapiga piga oni hapo, mama atokei, okay, baba kwa sababu anataka keep time aka drive akaondoka, tuko kwenye gari sisi, akamwacha mama. Bwana Yesu asifiwe. Mama akatembea kwa mguu na ni mbali, hapakuwa rahisi pale, mama akatembea kwa mguu. Lakini kile kitu kilimsumbua baba, hakuweza kukaa pale kanisani alipotudrop sisi, ikabidi aanze tena kurudi nyumbani kwenda kumchukua mama tena barabarani huko, eh? akakutana na mama barabarani. Sasa mama naye kwa vile alikuwa amechukia, akagoma kupanda gari. Bwana Yesu asifiwe. Wa akatembea kwa mguu aende mpaka kanisani. Sasa wale wazazi wetu zamani walikuwa wanapenda kutengeneza mambo kabla ya kulala na jioni hiyo, kwenye ibada ya jioni ya familia kwenye sala, ilibidi baba amwombe mama msamaha mbele yetu kwamba leo naomba mama nisamehe, leo niliondoa gari mapema kabla mama hajawa tayari. Mama ninajua ulikasirika, mama angu nisamehe. Baba anamwomba mama mbele tu kwenye kipindi cha sara I remember that day very well. Na sisi ikanipa kitu nikajifunza. Fikiria miaka mingi sana, lakini mimi bado naikumbuka. Na wale wazee walikuwa ni wale wazee wa zamani, walikuwa na tabia za wale wazee watu kutendeleza wazamani, ambao a, a, anamuita mke wake dada na mme anamuita ndugu, vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanaitana ndugu na dada, wanatengeneza wakaweka sawa ilibaki ili, ili kama ma kwenye maisha yangu hicho kitu, na kikumbuka mpaka leo, lakini tujiulize ndoa zetu za leo hey. Bwana Yesu asifiwe, kumwomba msamaha mke, kumwomba msamaha mume ni mbinde. Mungu atusaidie sana, lakini neno hili alijabadilika ungamanianeni ninyi kwa ninyi mpate kuponya, ndoa ipate kupona, familia ipate kupona, watoto wapate kupona, tuishi maisha mazuri. Lazima aspect ya kuungamaniana, kuwa wazi to each other, kutembea nuruni, iwe wazi. Bwana Yesu asifiwe. Tush, tushuke kabisa, kushuka, kuondoa viburi, kuondoa kujiona kwamba mimi ni fulani lakini kutengeneza, kwa sababu huo ndio unyenyekevu tulioambiwa kwenye hili neno ambalo tumelileta siku ya leo, kutoka kitabu cha Petro ya kwanza sura ile ya tano mstari ule wa sita na wa kumi. Naomba kama unaweza ukauweka uka kwenye, eh, kwenye TV kule watu waweze kusoma huo mstari watano. Anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Tunataka kuvuka, lazima tukubali kuwa wanyenyekevu. Kwanza kuwa mnyenyekevu, hata kumtwika Mungu fadhaa zako, kuwa mnyenyekevu kuomba toba, kuwa mnyenyekevu kwenda msalabani kumtwika Yesu katika Mathayo ile sura ya 28 mstari wa 11, anasema eh? njooni mlete nini mizigo yenu. Yesu anawaita, anatuita tumpelekee mizigo. Yeye anasema ni mpole na mnyenyekevu, si ndio? Mathayo 28:11 anasemaje? njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa. Lakini kama wewe sio mnyenyekevu, unaona, unaweza ukaibeba mizigo hutaenda kuna watu sio wanyenyekevu mpaka levo hiyo anasema ah. Anaona mwenzake ndio shetani, lakini yeye ushetani wake hauoni. Bwana Yesu wasifiwe! <tiple> Haleluya, watu wa Mungu! <tiple> Kariakoo, haleluya! <tiple> Ni hatari sana ukiona mwenzako ndio shetani, na wewe ujioni wewe kwamba wewe unaweza kuwa ndio sababu ya ushetani. Ni hatari sana maana unakuta watu wengine maneno yanawatoka kwa urahisi. Huyu mwanamke shetani, huyu mwanamume mwenyewe pepo kabisa. We hujajua kwa nini wewe ndio umesababisha awe na tabia hizo. Inawezekana wewe ndio hasa kisababishi cha huyu mwanamume kuwa na tabia za ovyo kama hizo, alafu wewe sasa unafikiri kwamba ni yeye, kumbe sio. Alafu sasa ngoja niwaambie, katika ulimwengu wa roho Shetani yeye huwa anakaa pembeni, anacheka, anafurahi jinsi tunavyoitana mashetani, kwa sababu anayetengeneza ni yeye. Yeye ndiyo shetani. Sasa we unaanza pepo kabisa wewe, shetani, mlevi kabisa, shetani. Ndio unazungumza na huyu ni mlevi, sawa, unazungumza na huyu ni tapeli, sawa, unazungumza na huyu ni lakini, hapa shetani amemtumia tu kuwa tapeli. Bwana Yesu wasifiwe. Angekuwa yeye ndio tapeli original aliyeuanzisha, basi kazi ya Mungu isingekuwa na nafasi. Lakini iko kazi ya msalaba, kazi ya Injili ni transformation, ni kubadilisha, ni kugeuza. Injili ni uwezo wa Mungu uletao uokovu. Huyu ana uwezo wa kubadilika wewe ukichukua hatua ya kumwombea, ukichukua hatua ya kumpenda tu jinsi alivyo, ukichukua hatua ya kukaa naye na kukubali madhaifu yake. Siku hizi hata kwenye ndoa, watoto wa siku hizi tunataka tukimbie haraka. Mi bwana akinibabaisha, naachana naye mie, kazi yangu ninayo, maisha yangu yataenda, tunaachana naye. Hujajua hmm, thamani ya huyo mtu kwenye maisha yako. Achana naye uone kama maisha yatakuwa yale yale. Bwana Yesu asifiwe, si rahisi. Na ni mahali pengine nimeojiwa nikasema, upendo ni choice ni maamuzi ya kusema huyu naishi naye, litokee na lolote litoke litakalotokea. Kwa tabia hizi tu ndogo ndogo naishi naye. Labda awe anataka kukuua, hicho ni kitu tofauti, lakini kwamba kaacha socks chafu hapa, basi mi naachana naye. Kachelewa kurudi, mi naachana naye. Hajaoga vizuri, mi naachana naye. Wewe we malaika? Lazima tukubali kuna give and take katika maisha ya ndoa kuna mambo ambayo unayo na wewe anakuvumilia. Mwambie jirani yako, na wewe unavumiliwa <laughs> hey! Kwa hiyo usione kwamba wewe ndio mwenye haki peke yako. Kuna mambo na wewe unavumiliwa. Niliwaambia last time, kuna malezi ni tofauti. Ye kwao alilelewa, anaambiwa tukilala nyumba hii tunaangaliaga kaskazini. Wewe kwenu uliambiwa nyumba hii tukilala tunaangalia mashariki Mnapokuja pamoja lazima mfike mahali mkubaliane, sasa, sisi hatutalala kaskazini wala mashariki, tutaangalia magharibi, nyumba itaenda kwa staili hiyo. Lakini ukitaka kung'ang'ania, mimi ni kaskazini tu nilivyoambiwa na mama yangu, na huyu naye, mimi ni mashariki tu nilivyoambiwa na baba yangu, hamwendi. Lazima mfike mahali mkubaliane. Yani, ya huyo ache vitu fulani wewe, na huyo wewe acha, naanza kwenda mbele, na hiyo ndiyo neema tulionayo kama Wakristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifi. Nimalizie kwa kusema nafasi ya maombi ya mzigo ni ya muhimu sana katika familia, maombi ya kufunga na ku, na kuvunja baadhi ya hivi vitu. Sisi ni Wakristo, tunajua Waefeso sita kumi inazungumza, hatuishi tuna vita, vita vipo katika familia. Sio kwamba shetani anapenda nyie msome kwenu, anapenda nyie mbarikiwe, anapenda nyie mfanye kazi. Kwa hiyo vita vipo, lazima tupambane. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi ya neno la Mungu isipungue kwenye familia. Leo mchungaji ametuletea hivi vitabu hivi vya wasomaji wa Biblia, nimezungumza juu ya ibada za familia. Naomba kama hujaweza kupata hichi kitabu kinunue, kiko hapo nje. Kaanzisheni ibada za familia, ni muhimu jamani. Bwana Yesu asifiwe. Muwe mnaomba usiku, mtapunguza baadhi ya haya matatizo na baadhi ya hizi changamoto. Lakini jambo lingine ni nafasi ya ushauri. Kuna tabia nyingine unaziona ndani ya mtoto, ndani ya baba, ndani ya mama, mnahitaji counseling. Nchi zetu hizi hazina tabia ya kwenda kwenye counseling, lakini nchi nyingine za Ulaya watu wanalipia mpaka counseling services zipo, na hata sasa hizi counseling zipo kama hamna uwezo hata wa kulipa nendeni kwa mchungaji wenu, mwambie mchungaji, tunaomba utushauri, kuna tatizo hili na hili msipambane nyie kwa nyie kwa sababu nyie lazima mmeshazodoana tayari. Imetosha sasa mnamhitaji mtu wa nje ambaye hawajui awa, nyinyi watu wawili nyie mnajuana weakness zenu mnazijua. Tafuta mtu mwingine atakayewashauri mambo ili maisha yaendelee. Kwa staili hii tutakuwa tumepunguza sana changamoto nyingi na matatizo mengi ambayo yanatokea katika ndoa za sasa. Mkumbuke kwamba ukatili haukubaliki katika familia, ukatili haukubaliki katika familia. Na Mungu atubariki na alibariki neno lake. Tusimame tuombe. <laughs> Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neema yako na ulinzi wako katika wiki hizi zote nne tumetafakari habari ya maisha yetu kama familia za Kikristo. Mungu, ninataka kuamini kwamba tumejifunza vitu, hata kama si vyote watoto wako wameondoka navyo, lakini kuna kimoja ama viwili ambavyo utusaidie tukafanyie kazi kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ikatunenee mema, ukatupe nguvu ya kurekebisha, ya kunyenyekea, ya kupendana ya kufanya maamuzi ya kumpenda mtu hata kama apendeki. Tumesikia wimbo hapa, kwaya ya watoto ikituimbia habari ya upendo. Mungu, ya kwamba upendo, wewe ulitupenda hata tulipokuwa hatupendeki tu wenye dhambi, na huo ndio upendo Mkristo anatakiwa awe nao, kuwapenda hata wale wasiopendeka, na hata kwenye ndoa na kwenye maisha yetu ya kawaida ndani ya familia, kuna watu hawapendeki, lakini Mungu tupe neema ya kuwapenda tupe neema ya kufanya maamuzi siku ya leo kwamba hata kama hawapendeki tutawapenda tu, ili tukaonyeshe kwamba wewe ni Mungu wetu na wewe ni Yesu uliye ndani ya maisha yetu unayebadilisha, na utupe neema ya kuwaombea Bwana, maana iko siku ambayo Mungu unaweza ukawageuza hata wakawa wazuri kuliko hata sisi. Mungu unaweza, kwa sababu injili ni uwezo uletao wokovu. Basi utubariki na uyabariki maneno haya katika maisha yetu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.